Tutaulizwa tutamjibu, tuta nini? Mola wetu tutamjibu nini? Tutamwambia nini? Nikuleteni Ramadhani mutubie, nikuleteni Ramadhani mutubie? Ndivyo mulivyonfanyia katika Ramadhani, mulikusanya kula mulikusanya nguo zaidi. Wallahi, tunakusanya nguo zaidi, tuna yakini idi tutafika? Kwanza, kabla ya kujua Ramadhani imekubadilisha vipi, we mwenyewe jiulize, kaifa tashuru, ulikuwa ukihisi nini ukitaja Ramadhani kabla Ramadhani ya kuingia, kabla Ramadhani haijatufikia, lakini unavyotajiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe ulikuwa ukihisi nini? hisia zako ulikuwa zinakupa nini? ulikuwa unapata hisia? Na kama ulikuwa ukipata hisia, hisia gani? Kwa sababu kuna hisia nyingi. Kuna watu walikuwa wakipata hisia, lakini hisia yao walikuwa ah, Ramadhani inakuja, ukataja Ramadhani na kipindi hichi swamu itakuwa vipi? hisia zao wanaogopa kiu ambayo kwamba itabebwa na saumu kwa sababu kipindi ni cha jua kali ama ni cha joto. Kwa hiyo hii ni hisia. Lakini je, wewe ulikuwa na hisia gani wakati ulikuwa ukitajiwa Ramadhani? Ulikuwa ukihisi kwamba tayari mwezi wa toba, mwezi ambao kwamba utonieka karibu na Mola mwezi ambao kwamba nitapata zawadi kedekede kede kutoka kwa Mola subhanahu wa taala unakuja, ama ulikuwa huhisi lolote? Kuna wengine alikuwa hawahisi chochote, bali kuna wengine walikuwa wakihisi kwamba ah, Ramadhani hiyo nimetajiwa, biashara yangu itakuwa nzuri, kwa sababu nauza maji na, na, na watu wanapenda kununua maji sana kupeleka msikitini kwa ajili ya kufungulia saumu na kwa ajili ya tarawihi. Sasa wewe, hisia yako ilikuwa ipo wapi? Ikiwa hisia yako iliku, ilianza kuwa nzuri, basi ni ishara na mabadiliko yatakuwa yapo kuanzia ulipoanzia Ramadhani mpaka hapa ulipofikia. Lakini ikiwa hisia yako ima ilikuwa ni mbaya ama ilikuwa huna hisia kabisa, huhisi kamwe, we ni dude tu unakwenda basi wewe ni wakupewa wakupe pole wa, lau tungalikujua tungelikuja kukupa pole. Yale maneno anayo yasema Maulana Ali Al-Habshi aliposoma hutuba yake ya khitami ya kuwaga mwezi wa Ramadhani akasema: man lmaqbulu min, laita shiri man lmaqbulu minna fanuhannih wa laita shiri man lmardudu minna fanuazih natamani nijue ni nani katika sisi, hizi siku ishirini, somu zake, funga yake, ibada yake, kiamu ya usiku zimekubaliwa. Natamani nimjue ni yupi, twende tukampe pongezi, tukampe hongera, tukamwambie: wewe ni minalfaizina, ni katika wale makbulina, sio katika mardudina. Akasema tena ya pili na natamani nijue katika hizi siku zilopita manil mardudu minna fanuhani fanuazze. Natamani nijue ni yupi katika sisi siku ishirini leo amefunga ama ndo anakamilisha, lakini kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, falaisa min siyamihi illa aljua wal atash hana katika funga yake isipokuwa ni juu na atash kiu. Siku ishirini ye alichopata kaandikiwa kwamba huyo alikaa na njaa na kaandikiwa alikaa na kiu. Huyu tufanyeje? Fanuazihi, twende tukampe tazia, tukamuhani, mnavyosema wenyewe, tukampe pole. Ndugu yangu pole tena pole tena pole sana, kwa sababu siku ishirini iliyokuwa siku hizi zimefunguliwa milango ya pepo, yamefunguliwa milango ya maghfira, yamefunguliwa milango ya toba. Wewe huna toba, huna rahma, huna maghfira, huna pepo. We ni mtu wa aina gani? Mtu huyo yupo hapa katika sisi. Mwenyezi Mungu atatujalia tusiwemo katika watu hao. Lakini tunaweza pamoja na kwamba siku ishirini tumezikosa, tukafanya mubadara tukatadaraki katika hizi siku kumi zilobaki, japo maisha yetu na mfumo wa maisha yetu tunakwenda kinyume nyume. Siku ya kwanza tuloanza acha ule usiku wa kwanza, maana mwezi tumeuona magharibi, ule usiku ndio usiku wa Ramadhani ule, tuwache. Wengi wanasema ah, Mi nitaanza kesho moja kwa moja. Anasahau kama ulamao wanatuambia ule usiku wa kwanza, mola subhanahu wa taala ana nadhara nadhara, ile anayemtazama anayetazamwa na mola katika usiku ule hawi tena mbaya, hawi ni mtu mbaya, mtu huyo mwenye kupata nadhara ya usiku ule. Alhabibu Abdallah bin alu Lhadadi ameieleza nadhara akasema nawara tuzilu lana anna watudini lmuna minna wakula lhana nutahu fi kulli hin, tumekosa nadhara usiku wa kwanza, tulijisahau tuli tukauacha, lakini tukaanzia ule usiku wa pili, tukajipanga kwamba madhali mmekula futari, sasa naingia kwenye tarawih, tukajazana, lakini maalasaf huku mwisho ndio tunaanza kupungua. Yule mmoja alisema ukitaka kuijua Ramadhani imebaki siku chache, angalia tarawihi, wanaoswali ni wangapi? Utakuta ni wachache, na ni kinyume. Ulama wanatuambia siku zote za Ramadhani ama masiku ya Ramadhani yote ni matukufu lakini kumi la mwisho ni matukufu zaidi. Katika siku mia tatu na sitini, siku kumi hizi za mwisho ndiyo siku bora kabisa katika ulimwengu. Na michana bora ni ile michana ilokuwa siku kumi za mwanzo za mfungo tatu. Katika michana siku kumi za mwanzo za mfungo tatu ni michana bora, lakini katika mama siku ama usiku, masiku bora ni masiku haya ya ashurul awakhiri min Ramadhana. Kwa hiyo itakiwa tufanye bidii, tuhimizane tu, tupeane shime, tuulizane, tutizame Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kana idha dakhala ashurul awakhiri shadda almizara Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ndiye aliyeteremshiwa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhar. Huna baya fasiri fupi, Mtume ameshaambiwa, huna baya lolote, utakalokufanya ni jema tu kwako. Lakini ni huyu, ilikuwa kumi la mwisho likiingia ana, ana, anajifunga kibobwe na anakatikia msikitini. Wanasema alikuwa akikihama kitanda. Lugha hii mumeelewa mulioelewa, na kama hukuelewa hayakuhusu. Akikihama kitanda, akikatikia msikitini, akiamsha na familia yake, ni maana akiwahimiza na familia ya Mtume alikuwa haihitaji kuhimizwa, ni lugha ya kwamba sisi tuamshe familia zetu na naam, kuna baadhi yetu anawamsha kuambia vipi, haya, mke wangu inuko, ufunge mlango, mimi natoka. Ndiyo maamsho tunayoamsha wake zetu. Nini maana ya kueleza haya? Ni kwamba tupatilize, ikiwa hizi siku kumi umejitathmini, umejiona kwamba wewe katika siku kumi hizi pengine. Usijiogope ndugu yangu, kaa peke yako, faragha ukumbuke wema wa mola wako alokufanyia Kisha ukumbuke na wewe uliyotekeleza kwa mola wako. Unaweza ukalia, hebu tenga muda wako, tenga ujipigie hisabu, kisha ujilize, ha, miye mtu gani? fadhila alonifadhili mola wangu leo mimi namfanyia haya kweli? Mimi nastahiki pepo kweli? hiyo rahma anayoteremsha kwa waja wake anapouliza usiku manilma man lmustaghfir yupo wapi? mwenye haja nimkidhie? yupo wapi mwenye kutaka istighfari nimkubalie toba yake? yupo wapi yupo wapi? mimi nitaingia katika hao. Kisha ukijikuta humo lia, jilize na faida ya kulia ni ile aliyotwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa rajulun dhakara llaha khalian Tuulizane, ni siku gani wewe umelia kwa ajili ya mola subhanahu wa taala? Ni siku gani umewahi wewe kukaa ukafikiria adhamatullah, alafu ukalia? Umewahi kufikiria adhabullah, alafu ukalia? Umewahi kufikiria mauqifu yako wewe unasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa taala alafu ukalia? Umewahi? kama hujawahi, we mtu gani? wewe ni nani wewe? ni mutakabbir? wewe ni baitul kharab? Lazima ukae ufikirie. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardhah, anatwambiaje anasema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jifanyeni hisabu wenyewe kabla haijafikia kufanywa hisabu. Leo maal asaf, pamoja na masikitiko makubwa, ni kwamba wengi tunafanyia hisabu watu. Anaweza akapita mtu kaanza kumfanyia hisabu za kilimwengu, huyu ana magari kadha na anaingiza kwa siku kiasi kadha na anatumia kadha na anafanya kadha ukampigia hisabu na pingine, ndivyo ile exactly ndivyo ilivyo. kisha ukarudi ukampigia hisabu ya akhera ambao ni ya Mola Subhanahu wa Taala. Ama amepita mwingine, huyu bwana huyu, yani yeye na msikiti kwa mbinde, huyu yeye na swala ni hivi, huyu yeye na hivi ni hivi, huyu pingine wewe katika ile siku kuna swala hujaziswali sasa hebu leo tukitoka hapa ama hapo hapo ulipo, jiulize mimi, kuanzia Ramadhani ianze, nimetake nimeswali swala za jamaa siku nzima? Ikiwa hujaswali, kwa nini? Ndugu yangu, hujaswali kwa nini? Siku moja umeweza kuwacha swala moja hukuswali kwa jamaa, na ambapo Mtume anatuambia swalatul jamaa tafdhulu min salatil fadhi bisabii wa ishirina daraja. Swala ya jamaa ni bora, imeshinda swala ya mtu kuswali peke yake. Kwa daraja ngapi? ishirini na saba. Yaani lao mtu ataswali adhuhuri ishirini na saba na weo umeswali adhuhuri moja kwa jamaa, yule hakufikii wewe, wa in sallah, hata akiziswali adhuhuri ishirini na saba, bado wewe swala yako ina thawabu zaidi. Jiulize kuanzia ianze Ramadhani mpaka leo mwezi ishirini, nimesoma Qurani kurasa ngapi? Sikwambii juzuu, kurasa tu ngapi? Na ikiwa sikupata nafasi, usijidanganye, jiulize: kwa siku nasoma message ngapi? Kwa siku nasoma kurasa za Facebook ngapi? kwa siku nasoma, naingia kwenye Twitter nikatizama vitu vingapi, naingia kwenye hizo wanazitaje, zile nyingine, sijui status za watu ngapi, sijui nini, sijui nini, kila kitu. Kwa nini nilipata muda kuyaangalia haya, sikupata muda kukiangalia kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambacho kimeteremshwa mwezi huu? Jiulize wewe ni mtu gani. wa dunyana wa dunyana wa imilna ilayha wa tala biha almatau ila inqidhai hal ad dunya wa ma fiha jamia siwa dhillun yazulu maa annahari maashiral hadirin. Tusimili sana kwenye dunia. Dunia haitupi chochote, haikutuandalia zawadi ilo tuandalia zawadi ni akhirah. Walal akhiratu khairu laka min alula. Jiulize, kuanzia ianze Ramadhani mpaka leo mwezi ishirini siku ishirini, hapa nimetoa sadaka kitu gani? Nimetoa sadaka nimempa nani? Na huku una vitu vya kutoa, una vitu vimejaa. Wewe ni mmoja utatumia kanzu ngapi wewe ni mmoja unatumia suruali ngapi ukija kwenye upande wa mavazi lakini acha mavazi wewe ni mmoja una vipando vingapi acha vipando kubwa kuliko chembe chonye kusema wewe ni mmoja una ekari ngapi na utazikwa kwenye ekari ngapi Wewe ni mmoja umemiliki ekari kwa ekari ekari, ekari. Juzi kati, mtu mmoja ananiambia yeye, yeah. Ana eneo analitafuta, ni muombe Mungu alipate, lakini mi najua yeye ana ekari zaidi ya ishirini, lakini bado anaomba dua kuna eneo alipate hizi eka ishirini, hajafanya kitu. Nkamuuliza, eneo hilo unataka kujenga nini Sharifu? Takanjenga nyumba kukamie make, ile imekuwa hivi, imekuwa vile. Nkawambia ama ndo unataka uwe ni sehemu yako akuzikiwa labda. Sharifu, tumefikia huko tunashindwa kujitathmini Ekari zote hota ziko kwenye ekari ngapi? Wewe kabri yako ni ekari ngapi? wama huznahu, mwenye tabaraka anatuambia, wama huznahu min hili wa hirmin yuwazau fi lbanina wa fi lbanati, tunavyo vikusanya vya halali na vya haramu vitakwenda kugaiwa tu watoto wa kike na watoto wa kiume. Na hii naisema sana, we huna utakachokutumia hiyo dunia hiyo ardhi umeikusanya, umeikusanya. Ulipozikwa wewe, palikuwa pana mtu, imetengwa mifupa yake, umewekwa na baada ya muda tutayatenga mifupa yako, tumweke mwingine. Ama yataekwa mifupa yangu, kwa sababu kama tusiwe kama wale mashehe wenye kusukumia watu mambo mabaya. Baadhi ya mashehe, shehe mmoja alikuwa akieleza, Mola subhanahu wa Ta'ala ameumba afya, ameumba na kinyume cha afya ni nini? Ameumba maradhi. Ile maradhi anasukumia watu. Lakini ameumba uhai, ameumba na, basi ilikwenda mpaka ameumba uume, ameumba na. Tujitathmini, tujitathmini, jiulize, nimefanya nini katika Ramadhani yangu hii, Kipi nimekubaliwa? Na kama umejaliwa kufanya, je, nimekubaliwa pia? Ni suala kweli, nimefanya lakini nimekubaliwa? Na kama sikukubaliwa, kwa nini sikukubaliwa? Bwana mmoja alipanda bodaboda, alikuwa na bodaboda yake maalumu akapita sehemu ule bodaboda akasalimiana bodaboda mwenziwe, akawa nauliza na maziko wapi nini. Ha, haka muuliza, kwani kuna msiba? Akija mwenzetu bodaboda pale. Yupi? ha, yule hivi, vile, vile. Aha. Zikapita siku, amepakiwa tena kwenye bodaboda akamsikia, amepokea simu anaulizwa kuhusu maziko na nini. Kwani kuna msiba eh, nani? Hapa hapa mtaani nani fulani yupi Ah, kumbe huyu. Akawa na fikra. Ama kama ni siku ya tatu yule, yule aliopakiwa na bodaboda, akamwambia hivi, mimi siku nikifa, mtu akakuuliza ni nani, utamfahamisha vipi? Ntamwambia yule tapeli, tapeli hivi kidogo kwa lifti hodari. Ndio sifa zako sasa. Hebu kila mmoja hapa ajiulize ni yeye a, kila mtu amuulize mwenziwe, hivi mimi nikifa, utawafahamisha watu nini? Utawafahamisha watu kwa sifa gani? Yule anavaa kanzu nzuri, ama yule mwenye tabia nzuri, ama yule mweupe, ama yule mwenye ndevu vipilipili, ama, ama, ama, ama. tujiulize sisi wasifu wetu utakao kutolewa siku tukifa ni wasifu gani, ili mtu atufahamu. Hebu kila mmoja asijidanganye, ajiambie kweli, mimi nta, nta, ntafahamika kwa sifa gani? Imamu ama waliokuwa maimamu, Mwenyezi Mungu atuweke na atu, awa, awahifadhi, watapata sifa ya imamu, yule anaiswalisha yule anayetusomea kwa uzuri yule yule. Lakini mie na wewe maamuma, sasa na umamuma wenyewe kwa wiki mara moja, Ijumaa mpaka Ijumaa, unapewa sifa gani? Hasibu anfusakum kabla antuhasabu Tujifanyieni hisabu, tujitathmini kuanzia Ramadhani ianze. Wallahi, kuna watu wanajitathmini kuanzia Ramadhani ianze paka leo, kanzo hajabadili hajarudia. Lakini kuna watu wanajitathmini kuanzia Ramadhani ianze paka leo, futari hajarudia. Siku ya kwanza alikula gimbi, siku ya pili mhogo, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, paka leo hajarudia futari. Na mwenye anayakini nayo lakini kuna watu wamejitathmini kwamba kuanzia Ramadhani ingie, mpaka leo hajarudia nyumba ya kuftari. Mwingine anakuambia mimi, kuanzia Ramadhani ianze mpaka leo sijakosa shurba, kila siku, yaani kila siku piga ua. Hii hisabu gani unayo hisabu, ndugu yangu? Hisabu hii, la yusminu wala yughni min juu, haikufai chochote Jihisabu katika ibada, nipo kiwango gani? Ndio hisabu. Nimefanya nini? Nimesoma kurasa ngapi? Nimemswalia Mtume mara ngapi? Nimekaa itikafu ngapi? Nimeamka usiku mara ngapi? Wallahi, kama hujaamka, kimbinia patiliza Hujui kama kesho upo ama hupo. Tunaondoka jamani, tunaondoka, tutakwenda kupambana na mola wetu, tumwambie nini? Suala anatuuliza nilikupa umri, awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakumun nadhir. Wallahi tutaulizwa tutaulizwa <laughs> tutamjibu nini mola wetu? Tutamjibu nini? Tutamwambia nini? Nilikuleteni Ramadhani mutubie, nilikuleteni Ramadhani mutubie, ndivyo mulivyonifanyia? Na katika Ramadhani mulikusanya kula, mulikusanya nguo zaidi Wallahi, tunakusanya nguo zaidi, tuna yakini Idi tutafika. hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Siku zilobaki ni kumi, tuamkeni, tuhimizane katika ibada tuzishike, tuzifanyie kazi, tuzizalishe, tuacheni ujinga. Ujinga shopping, shopping gani? Tunamfanyia nani shopping hivi? Ni ujinga uliokuwa wa kiasi gani? Tunaacha siku 30 kujiandaa kwa siku 30, tunakwenda mbio kujiandaa kwa siku moja. Sikukuu ni ngapi tena? Masikitiko haswa, sisi wa wabara ndio hatuna sikukuu kabisa. Yani katika ramadhani nzima unakwenda mbio kwa ajili ya siku ya siku moja, hutulii. Kila leo duka jingine, kila leo duka jingine, shona nguo ya dhahabu uvae.